Kidani, ni management yeah, management yeah, unasema wa wachezaji wachezaji sawa, lakini lakini wa, lakini wa, wa, wa, wa, mm, wale wale washikana ndio ndio shida shida manager yeah, wale wale. Wale. Kila mara anakuja anakuja, eh eh na kuna matokeo matokeo yeah. Okay, the the bigger problem hiyo yeah. big, bi, kubwa kabisa inatokana mm, huko juu sasa. For for for for now now now now we we can can msimu huu perform, kikosi tuko nayo shida ni Coach. kijani coach coach coach Amorim mkitoka mtapata matokeo. <coughs> tukipata coach kama kama hey. glass na wewe hey. anatumia formation kama hii. uh -huh. squad yake kidogo chini hey. uh -huh. wachezaji hawako experience vile, lakini sio za zote usingizia juu usingizia juu, atatoka Amorim atakuja mwingine. Sasa mtasingizia sasa, ama mtasingizia ama? hiyo saa hiyo wakati ni ni manager <coughs> ama ni player? Sawa, leo mnafika dhidi ya Sunderland, unaiona wapi at Sunderland Sunderland na Manchester Manchester Manchester United United United wako, kama mambo itaenda nzuri, 3 3 points points for Manchester. Points for Manchester United. <laughs> but goal lazima. goal goal goal goal lazima lazima lazima lazima sema difference league. Ah. the thank you so much yeah. ah yes, shabiki shakiki wa timu gani? Arsenal. Arsenal damu inaenda kupiga na West Ham United leo, je unaona namna gani? Ah, ushindi tunao Arsenal, tumeshinda sisi kama kawaida. Umesema umeshinda, tumeshashinda hiyo hiyo, hata tunangoja wanasema nyinyi next season uh, team. Sijui unasemaje. Okay, kawaida huo wanasema hivyo, lakini umejua ya Mungu ni mengi uh -huh. na vile ambao wamekuwa wanacheza uh -huh. tumeona tuna ushindi akuwa uh -huh. tunashinda na pia tunaendelea kushinda EPL, unaona kwamba hmm. this time round kwa table mnakaa wapi? Ah, EPL hapo, sisi tuko kileleni. hmm. hmm. Eh, tunashinda. Mzunguko wa saba hivi sasa. Match tumeona matokeo ya kwake. Wanasua sua kidogo wanashinda, kidogo wanapigwa. Hmm? Wewe unamtazama upi? Leo hii anapatana na Sunderland. United unaipatia viwango vipi vya kushinda mechi hiyo? Nikiona Sunderland mm. Sunderland mimi naichua na Sunderland mm, unajua iko huko US. Aha. Na Manchester ni timu yenye ilikuwa, lakini manicha wetu alikuwa na tufeli, lakini chusichusi imefanya mambo mm. ikafanya mambo mm. ikatingisa nyafu mm. ika wekelea ile timu, si mnaijua. Kwa hivyo kwa leo Sunderland anapiga dhidi ya Manchester United. Sasa hivi wamerudi, wako fiti, watajaribu. na ligi inapokamilika, namaliza nafasi ya ngapi? Manchester sasa hivi sitaki malize nafasi ya 14 isimalize nafasi ya yeah, isi na 14 kusema ukweli inamaliza tu nafasi ya 2.